Wananchi wamelalamikia kuendelea kupokea ujumbe mfupi wa maneno kwenye simu za mkononi kutoka kwa matapeli ambao hutaka kutumiwa miamala ya fedha. Suala hilo pia limeibuka bungeni hii leo wakati wa mjadala wa bajeti ya wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Wananchi na wadau mbalimbali wanalalamikia kero ya wa majaribio ya kutaka kutapeliwa kwa kutumia ujumbe mfupi kwa njia ya simu kutoka kwa watu ambao hawawafahamu, lakini hawaoni hatua zikichukuliwa kumaliza tatizo hilo. Kwa kweli, hakuna vitu ambavyo vinakera kama hizi message za tuma kwenye namba hii utapata jina hili. Na kinachotushangaza kama wananchi sisi sote tumesajiliwa namba zetu, tuna namba, tuna vitambulisho vya NIDA ili upate ile laini. Sasa inakuwaje? kitu ambacho tunashindwa kuelewa hawa watu bado wanaendelea kutumia zile namba. Sasa mimi nashauri serikali iwe makini, iwe serious kwa hili jambo. Sisi tunaumia wananchi. Mimi simu yangu inaingia meseji zituma hizi, zaidi ya meseji tano kutwa. Eh, nimeibiwa line mimi ya simu, watu wameambiwa yuko hospitali anaumwa sijui yuko hivi anaumwa sijui yuko hivi anaumwa, tuta tuta na nishakwenda kulipoti wanakuambia tuta haki sijui kwa haki sijui tutaibaki lakini ndio mpaka leo mtu yeyote aweze kupata mawasiliano yoyote bila TCRA bila kujua, kwa sababu wana receiver, wana wanaona kila kitu kinachoendelea. Sasa ikitokea utaperi unaendelea, wa kulaumiwa ni serikali. Hata hivyo, baadhi ya wadau wa sekta ya mawasiliano wametoa maoni yao kuhusiana na swala hilo. Sisi mamlaka ya mawasiliano Tanzania, lakini na watu wa huduma wamekuwa wanatoa elimu kila siku, kwa hiyo ni vizuri uh, kuwa tunafuatilia elimu zinazotolewa na ukumbushaji ambao tunaofanya mara kwa mara kwenye SMS, kwenye vyombo vya habari ya jinsi e, sahihi ya kutumia teknolojia ya habari au kutumia gajeti yako ambayo unayo. Uh, ya simu au kitufe chochote kama ni kompyuta. Sheria zetu zaendelea kufanyia mapitio sasa, halafu kuhakikisha kwamba zinaendana na usasa na hali ilivyo kwa sasa hivi. Hasa hii swala la teknolojia ya uh, teknolojia ya akili mnemba na hali ilivyo kuongezeka kwake kunachangiwa kwanza na teknolojia. Kwanza teknolojia imekuwa, kwa hiyo watu wanapata maarifa mapya ya namna ku, ya kufanya wizi ya kufanya uhalifu mitandaoni. Kwa hiyo kwa ujumla ni swala la teknolojia. Swala hilo pia limekuwa mjadala bungeni ambapo baadhi ya wabunge wamepaza sauti zao kuhusiana na tezo hilo la wizi mtandaoni. Kumekuwa na kesi nyingi za watu kutapeliwa, bado kumekuwa na kesi nyingi za mambo ya AI kwa maana Artificial Intelligence. Mheshimiwa Waziri, wewe ndio mtu ambaye unasimamia eneo hilo, tunatamani, tunaelekea kwenye uchaguzi uh, uhamasishe matumizi sahihi ya teknolojia m, uh, kwa maana akili mnemba, kama ni jeshi letu la polisi, wachukuliwe hao wataalamu wanaohusika na masuala ya cyber crime, wachukuliwe na wenzetu wa TCRA, TCRA wakiwa na mitambo yao wasimamiwe na, na, na, na, na sehemu moja, ili wafanye kwa haraka. Akiwasilisha bajeti ya mwaka 2025 2026, waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Jerry Silaa amezitaka kampuni za simu kuimarisha huduma zao kwa kuweka mfumo wa kuwalinda wateja wao dhidi ya matapeli mtandaoni, wale ambao wanajiona wanapenda kutumia mitandao kwa namna ambayo ni hasi wengine wanachukua picha ya mtu anaituma kwa gloko, anamwambia mtuvulie nguo tuchezeshee mziki. Tunayo mitambo ya kisasa, na niseme kupitia bunge lako, sheria zipo, na niwaelekeze TCRA waongeze umakini kuwalinda Watanzania, kuwalinda wananchi na kuwalinda viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa ambao wanaenda kwenye chaguzi, kuwasaidia wananchi wapate uchaguzi katika hali ambayo itakuwa imeingiliwa na mitandao hii. Suala la ulagai kwa kutumia miamala ya mtandao limekuwa tishio ambapo kwa mujibu wa ripoti ya robo ya mwaka Disemba 2024 ya mawasiliano ya mamlaka ya mawasiliano limeitaja mikoa kinara ya tatizo hilo kuwa ni Rukwa, Morogoro pamoja na Mbeya. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam.